Makaroni samakule mkubwa, unamjua ule mkubwa kabisa ule eh? Nikukaangizie sasa. Hey, mimi ndo nimefanya hoteli ile ya Old Boma kwa wazungu pale. Mimi ndo mpishi mkuu pale. Ah, mm -hmm. Amini hivyo mume wangu. Acha uongo, shaanza uongo mapema. Mimi nakujua vizuri ukoko matandu na kujua a to z, mume wangu, tusidanganyane Uwe kama leo nataka kunipikia tu, nipikie vyakula vyetu vya kawaida hivi hivi, unipikie kisamaki kidogo, kikange ukange, kikuku kidogo koge, na kibamia bamia, kimlenda, kachumbari hapo, au vimakange makange vya kuku vile na ugali. Kwa hiyo utaki kuamini kama mimi napika pizza na baga sija <laughs> sitaki kuamini <laughs> mimi wangu ndio Old Boma wana faidi <laughs> okay, sawa. Sasa ili uamini mimi nakupenda m hmm, nitakupikia unavyotaka kingo, ili uamini nakupenda nimekutengenezana kanyimbo kazuri tu Akubembeleza mke wangu si mboga <laughs> unataka kumchekesha tena, saa hizi umeshaanza kuwa mwanamuziki ha. <laughs> Yaani hapa mwanangu, yaani bado tu kufanya collab na Mondi Kiba, bali kidogo na Chino. Mimi noma, au ni kuimbie waamini? Yaani mapenzi ananifanya mpaka niweze kuimba, jamani, uhum.